Kwa mwenyekiti wa CCM wilaya juu ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara Ndulilo Itete yenye urefu wa kilometa 11.5 urefu wa kilometa 11.5 kwa kiwango cha lami. Ni miongoni mwa miradi minne inayotekelezwa na, na wakala wa barabara vijijini TARURA katika mikoa ya Mbeya, Njombe na Songwe kwa ufadhili wa mfuko wa Jumuiya ya Ulaya. Mradi huu unakusudiwa kuboresha hali ya usafirishaji na pembejeo za kilimo kwenda mashambani yanayolimwa na wakulima wadogo wadogo wa kata ya Rufingo na Kimo katika halmashauri ya wilaya ya Rungwe. Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wilaya, mambo muhimu katika mkataba huu. Mradi wetu ndio tunasema kilomita 11.5 Ndurilo Itete, durirtete kipango cha rani mfadhili wa mradi huu ni jumuiya ya Ulaya. Mradi huu ulianza rasmi kutekelezwa tangu tarehe moja Septemba mwaka 2025. Ishi gharama ya mradi huu ni bilioni nane mia tisa sabini mia nne themanini na sita. Mradi huu ulikuwa unategemewa kukamilika tarehe thelathini mwezi wa nne 2025. Pamoja na hivyo, mkandarasi ameomba kuongezewa muda na hifo, swala hili linashughulikiwa makao makuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wilaya kama ilivyoanishwa katika jedwali hapo, hapo juu, mkandarasi yuko eneo la site na anaendelea na kazi. Kazi zilizotekelezwa mpaka sasa, mkandarasi amemaliza leya zote za barabara kuanzia G3, G7, G15 na G45 zilishakamilika katika barabara hii na saa hizi yuko katika tabaka la, la, la kuchanganya udongo na saruji. Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM, kazi ambazo, ambazo bado hazijatekelezwa katika mradi huu ni uwekaji wa taa, na anaendelea na kazi ya kujenga mitaru na pia ameanza kuweka tabaka la lami ambayo ni mita 200 mita 200 ambazo ameanza nazo kuweka kuweka. Katibu <coughs> wa Chama cha Mapinduzi kata ya Rufingo, uh, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kata ya Rufingo, kwanza nitoe shukurani za dhati kabisa kwa rais wetu mama yetu mpendwa Mama Samia kwa mradi huu wa barabara ya rami ambao ni Ndulilo Itete, kilomita 11.35 ni mradi mkubwa ambao kimsingi umetuheshimisha wanarufingo na ninaamini kwa uzalishaji wa ndizi, kahawa, chai na mazao mbalimbali, sasa wananchi wa Rufingo tunakwenda kumemeka kwa pesa iliyoingia ndani ya kata hii ya Rufingo kwa upande wa barabara kwa kweli, ninaamini na ninatoa ahadi kwako mwenyekiti, kwa kiongozi wa msafara kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwako kamisa mkuu wa wilaya ya Rungwe kwamba Rufingo tutajaza tu kwenye karatasi shukurani zetu kwa mama Samia so, so. Ninaamini kwamba hatuna kitu cha kupinga wana Rufingu, maana tumeulizwa maswali mengi. Mimi kama kiongozi, kuna muda naulizwa huko chini, kuna mradi gani, kuna nini? Naambia wapo wana Rufingu kwa tunamshukuru sana mama Samia, pamoja na siku hapo na mimi nawafahamu vizuri. Sasa tumekuwa vumilivu kwa muda mrefu, kipindi kilichoombwa cha miezi mitatu, mimi ni sikirefu sana tu. with due respect engineer mwandishi, tuombe tafadhali, umesikia maneno haya, mimi sina sababu ya kurudia, na yote haya yanakuja kwangu mimi. Na yote haya yanakwenda kwa wakubwa. Sasa tunahitaji tunajua uwezo wenu, na ndio tulikubaliana tukawaambia hapa. Kwa hiyo kikubwa kinachoyaani yote tutazungumza, lakini kikubwa tukamilishe bila ku compromise kwenye quality, hilo ndio swala muhimu zaidi. Tufanye yote, lakini bila ku compromise kwenye ubora wa barabara hii. Kwa hiyo wananchi, tuwaombe radhi, lakini tuvute muda kwamba tumekutana na ameahidi mbele yenu, ameahidi mbele ya chama na wenzetu kutoka makao makuu wako hapa, wapewe utaratibu huo wa kimkataba waongezewe muda ili barabara hii ikamiliki kwa muda walioomba, lakini bila kukompromise kuharibu ubora wa barabara hii. Hilo ndio jambo muhimu sana kwa sababu huku tunapitisha mizigo, ndizi, kahawa na vinginevyo na parachichi na vitu vyote vilivyopo mashambani. Kwa hiyo mimi nafikiri tukubaliane na hilo, wataalamu wametupa. Lakini wameshapata maelekezo kutoka kwenye chama, na mimi nimepokea kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya wenzangu hawa. Tuahidi mwenezi na viongozi wa chama kwamba tutakuwa karibu. Mimi niko karibu sana na wenzangu wa Tarura tulisimamie hili, kwa sababu na mimi furaha yangu kuhakikisha kwamba barabara hii, kazi hizi zote kwa wakati. Ombi moja tu ambalo naliomba. Kuna vitu alivyokuwa viongea pamoja mshauri wa, wa mradi wetu mkandarasi mshauri, kwamba kuna kazi ambazo za nyongeza, tulikaa kikao kilichopita, tulidiscuss tukaona, kuna maeneo kweli kabisa yanahitaji kufanya mpango. Pale tunapoingilia kwenye barabara kunapounga barabara na barabara hii ambayo tunaijenga. Pale lile eneo tukiliacha, tukaweka lami kama hii na magari makubwa yanapita yanavyosigina, wakati kukata kona. Tukasema pale, lazima lami itafumuka. Kwa hiyo tukasema, ile sehemu tuibadilishe tuweke zege pale pale mwanzo. Afu kuna baadhi tuka, ya nyumba tumejua kuzikagua huko mbele, tukajigundua kwamba zile nyumba ziko kwenye maeneo hatarishi udongo ambao tuta lilojengwa juu kuna uwezekano mkubwa likadondoka chini. Kwa hiyo tukasema maeneo yale lazima tuweke tuweze kuyaimarisha kuweza kuyaongezea, kuna kuna gabions na ngalio maeneo yale kaje vizuri kumbia na pamoja na sehemu zenye mito, haya makaba tulikojenga tunataka tu, tu, kaka, tu protect, lakini viire, vile vile tena kuna issue nyingine ya kwamba tumeona kwamba yani kuna kuna maeneo kuna, kona ambazo tukasema hizi tusipoziwekea zile gadli ya pembeni zile ni hatari sana, magari yanaweza yakalol ya, ya, ya, pembeni kwa hizo kazi zote hizo hazikuwepo kwenye mkataba, sababu wakati tunapata huu mkataba tulikuwa tunafikiria mkataba itakuwa ni mingi na pesa ilikuwa ni kidogo, lakini sasa baada ya kufanya kuna kazi tumeziona hizo kazi zingine tumezipunguza punguza, tukaona kuna saving inapatikana kwa sababu tu, tu, tuongeze hizo kazi angalau ziweze kuonesha barabara yetu ikae vizuri. Kwa hiyo kuna variation imekuja ambayo tunasema kwamba ndiyo kama tunazungumzia kwamba hiyo inaweza kuwa sababu ya kuongeza huo muda ambao anaoomba sasa hivi. Kwa hiyo pamoja na yote, mimi naomba niwaombe kwamba tutamuongezea muda wa mwisho kama alivyoahidi mwenyewe na hiyo ni kwa sababu tua hizo kazi za ziada zilizoongezeka, na pia yeye anaahidi amalizie kazi zake zile ambazo pengine kutokana na hali ya hewa na vitu vingine vilimsababishia, lakini tunaahidi kwamba hii extension itakuwa ni ya mwisho. Naomba kilomita kumi na moja pointi tatu tano fedha ah, za mradi bilioni 8.9. Tumepita tumeona kazi inayofanyika, na hapa tulipo kazi mliyoifanya ni mita mia mbili ambayo inaonekana kwamba sasa tumeshaanza kuridhika. Sasa nikianza kufikiria mimi pamoja na wajumbe wangu wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu, lakini na wananchi hawa sisi, ambao tunahudumia kama chama chama cha Mapinduzi, kwa kweli hamtendei haki chama, mnakidharisha chama. Lakini si chama tu, hatumtendei haki, anaenda kutafuta fedha huko na kuzileta kwa ajili ya hii barabara, tunashindwa kumheshimu Daktari Samia Suluhu Hassan. Huo ndo uwazi, huo ndo kweli Wamesema viongozi hapa, alikuja waziri Magamba Kabudi hapa mkaomba extension. Mkapewa extension, lakini tumekuja leo tena kama wajumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu kuja kuangalia maendeleo ya hii barabara, bado tena mnataka extension. Kamisa, hii ni changamoto. Hawa wananchi tukiwaambia sisi woye, wanaitikia ndani ya mioyo yao tu, lazima tuseme ukweli na wanaitikia hivyo kwa sababu wamefurahi, kwa sababu muda si mrefu wataenda kupata kituo cha a, lakini kiuhalisia hii barabara imeleta changamoto kubwa sana. amesema mwenyekiti wa halmashauri. Hapa kulikuwa kuna kipindi cha jua kali, vumbi linatimka hapa na maafa yakatokea hapa. Sasa wananchi hao wanatuchukuliaje sisi kama chama cha mapinduzi? Mheshimiwa kamisa, mimi naomba nitumie fursa hii kama kiongozi wa chama, tuendelee kukupa maelekezo ya kuwasimamia hawa watekeleze mradi huu mapema sana kwa sababu tunahitaji kuutumia na tunahitaji kumwombea kula Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia hii barabara. Wanarufingo wanaongea kwa uchungu ni waombe. Kamisa hapa ameongea kwa utulivu, kwa maumivu makubwa makali sana. Hebu naomba tuheshimu hilo, sisi tuna hofu ya Mungu, tusilete bla, bla kwenye mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya muhimu kama haya. Mheshimiwa kamisa, mimi nadhani sina mengi.